na somo la injili linatoka katika injili ilivyoandikwa na Yohane sura ya sita aya ya arobaini na nne hadi ya hamsini na moja. Karibuni, tusikilize injili. Somo la injili ilivyoandikwa na Yohane. Yesu aliwaambia Wayahudi, Hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba aliyenipeleka nami na nitamfufua siku ya mwisho. Imeandikwa katika manabii, na wote watakuwa wamefundishwa na Mungu. Basi kila aliyesikia na kujifunza kwa Baba huja kwangu. Si kwamba mtu amemwona Baba, ila yeye atokaye kwa Mungu, huyo ndiye aliyemwona Baba. Amin, amin nawaambia yeye aaminie yuna uzima wa milele. Mimi ndimi chakula cha uzima. Baba zenu waliila mana jangwani, wakafa. Hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asife. Mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Eh, wapendwa taifa la Mungu, karibuni tutafakari pamoja somo la injili takatifu tulilolisikia hivi punde. Tutafakari juu ya Yesu Kristo ni mkate wa uzima. Katika injili hii tumesikia Yesu akisema si kwamba mtu amemuona Baba. Hapa tunaambiwa kuwa hatuna ufahamu wa Mungu pasipo Yesu Kristo. Hivyo, wapenda taifa la Mungu, tunasisitizwa kuwa ili tuweze kuwa imara katika imani yetu inatubidi tuwe watu wa kusikiliza maandiko matakatifu kuyaamini, kuyatafakari na kuyaishi katika maisha yetu ya kila siku. Taifa la Mungu, pia tumesikia Kristo akisema yeye ni mkate wa uzima. Hivyo tumeona kuwa mada imebadilika kutoka Yesu Kristo aliyekuwa anamtambulisha Mungu Baba kwa Wayahudi hadi kuhusu mkate wa uzima ambaye ndiyo Kristo mwenyewe katika maana ya Ekaristi Takatifu katika injili ya yohane sura ya sita ya kumi na moja tulisikia yesu kristo alifanya muujiza wa kulisha watu elfu tano hivyo wayahudi walitegemea kuwa wangepata chakula cha kimwili ndiyo maana kristo anawafundisha akiwaambia kuwa wasikiangaikie chakula cha kimwili ambacho pia baba zao walikula na wakafa jangwani Mkate waliokula hauwezi kuwaokoa na kifo. Wapendwa waumini, tunaona umuhimu wa Ekaristi Takatifu, ambayo ndiyo chakula chetu cha kiroho, ni Kristo mwenyewe mzima katika maumbo ya mkate na divai. Pia tunakumbusha tujenge utaratibu wa kujiandaa vizuri na mara kwa mara kwa njia ya kupata sakramenti ya kitubio kabla ya adhimisho la misa takatifu ili tuweze kumpokea Kristo huku tukiwa na mioyo safi. Kushiriki katika ekaristi ni kujiahidi kubadilisha maisha yetu na kuyafanya kikamilifu kuwa ya kiekaristi, alama za uwepo wa Bwana na vyombo vya upendo wake, utunzaji wake na ushughulikaji wa mahitaji ya wengine hivyo wapendwa waumini, tuangalie jinsi gani maisha yetu yamekuwa ya kiekaristi. Wapendwa taifa la Mungu, tunaalikwa kutafakari pamoja na Yesu. Tunaruhusu roho ya Yesu isali ndani yetu. Pamoja naye tunamwabudu na kumsifu Mungu Baba. Tunafurahi katika upendo wa Yesu kwetu sisi. Tunafundishwa pia kukuza maisha yetu ya kiroho kwa njia ya sala kuipa imani yetu kina katika fumbo la Ekaristi takatifu na kuimarisha uhusiano wetu na Yesu ambaye atatusaidia kuimarisha safari yetu ya utakatifu na pia kujitoa katika huduma yetu ya Kikristo. Wapendwa waumini, tunaalikwa kumshirikisha sasa Yesu matamanio yetu, matazamio hofu mipango, na tujiandae kufanya chochote anachotualika kukifanya ili kusudi tuwe vyombo vyema katika huduma zake. Vivyo hivyo tujenge utamaduni wa kuwaombea wenzetu, tuwakilishe kwa Yesu mahitaji ya wenzetu. Tunasali kwake kwa ajili kwa ya maskini, wagonjwa, wanaobaguliwa. Tunafungua mioyo yetu kwa mahitaji ya wote tuikumbuka kwamba tupo katika uwepo wake kwa niaba ya ndugu zetu wote ulimwenguni. Bwana Yesu Kristo anatupatia chakula cha kutosha kutoka katika meza ya neno lake na kutoka meza yake ya Ekaristi. Kwa uelekea gani tuwakaribia meza hizi mbili, neno la Mungu na Ekaristi? Je, tuichukuliaje imani yetu